Kwa majina naitwa Christer Njovu matumaini, ni mkazi wa Namabengo. Ndugu mheshimiwa, mimi na kupigia magoti kwa ukweli. Mimi nina kilio cha kupitia binafsi kupitia maendeleo, watu wananyanyasa, wanachukua ardhi ya watu kinguvu, na huu mwaka wa saba ama wa nane. Na kama saizi nikikwambia mheshimiwa, sina mbolea, nimelima heka moja ya ulezi na ninashinda kutia mbolea. Mungu na mashamba yaani, mtu anamiliki kodisha shamba ya watu wakitumia mabawa basi, naomba ufuatilie, na kuna heka za watu wamelima mwenye shamba Mungu, Mungu, Mungu akubariki baba, tuokoe tuokoe. Mimi nimevumilia, nimechoka, naomba Mungu unibariki, amekuleta duniani mtuokoe. Ninachokifahamu, huyu mama na mume wake anaitwa Innocent wana mgogoro wa muda mrefu na mtu mmoja kule na maimba anaitwa Kaboma au Wendelin eneo e lao, wanalalamika yule mtu amelinyang'anya kwa muda mrefu, amekuwa amesumbuana, lakini yule mtu anayakodisha ile mashamba, hata yeye mwenyewe alimi anayakodisha. Sisi jaribu kwa shauri tulishindwa kwa kweli, naamini wenyeji wanamjua huyo mtu wao wa, anaitwa Wendelin Kilowoko au jina maarufu anaitwa Kagoma. Huyu hey, mzee, kesi ilikuweko, lakini baada ya kesi ilienda Ba, ha, tutulie, tutulie, ilienda baraza la nyumba. Ilipotoka baraza la nyumba, huyu mzee aliamua kwenda kwa mkuu wa wilaya Namtumbo, alipata barua huyu ili asaidiwe, na kule, baada ya kuhamishwa kwenye baraza la kata, alipopeleka barua yake kule, lakini badala yake sasa baraza mkuu wa wilaya alichokifanya, amemrudisha huyu tena kwetu lakini bado kesi, tukamwambia bwana wetu, sisi sasa tunamtaki nani? Kwa sababu tayari mtu mwenyewe ulikwenda kwa mwenzetu mkuu, sasa sisi tupita wapi? Kwa sababu tushaongea kesi yako. Ngoja, nikuulize swali. Asante. Asante. Wewe kama kesi ni kama mkuu wa wilaya amekurudishia, maana kesi alikurudisha kwenye mamlaka yako. Ah ni kwamba nipo muhoji, ni kweli mamlaka yangu muhoji, muhoji, mamlaka muhoji yeye, sasa ukweli unaitwa nani? Mimi naitwa Petro Bodi Ngojani. Petro Bodi Ngojani. Mimi hapa sitaki masi yako, labda tu nikwambie tunachohitaji sisi ni haki, kwa sababu huyu alipewa haki kupitia baraza la ardhi, aa, alipewa haki huyu mzee Kilowoko. Sasa wewe ukang'ang'ania, ukalima kitu gani, kitu ufanye mpaka ulimeo shamba la huyu mzee. Sawa Mheshimiwa. Mheshimiwa, nashukuru sana kwa kuwa afya yangu kidogo inasumbuliwa na BP Mheshimiwa. Hapo nitoka nimelala wamechukua nimelala. Mheshimiwa Mheshimiwa Mheshimiwa, hilo shamba analolisema, mimi sina shamba lake. Shamba nimekata mwenyewe mwaka 1000 1989, miaka hiyo yote nalima mwenyewe wakati babangu yupo hai ndo alinionyesha haya maeneo ndani nipa haya maeneo, baadhi ya sehemu nilibakisha. Nilikuwa nalima upande baadhi ya hapo, nikabakisha sehemu. Baadaye nikaamua kumalizia kipande kilichoisha barabarani. Baada ya hapo, toka miaka hiyo nalima shamba hilo hilo, Mheshimiwa. Sijawahi kumwona mtu anakuja kulima pale. Mashahidi wananchi wa kule ni mashahidi baadaye ikatokea huyu mzee akaja kuvamia heka mbili upande wa juu, na uvamizi huo alimuuzia mtu ile eneo. Baada ya kuvamia kwa juu kwenye kona, nikaamua kufungua mashtaka ma baraza la ardhi na nyumba wilaya, kesi imeunguruma miaka karibu mitatu. Baadaye sasa haki, haki. Kesi haikwisha kule bado shamba mimi kabizona mzee wangu Mzee Method Joseph mwaka 89 natoka nikate, nalima mwenyewe, sijawahi kumwona huyu mzee analima, sijawahi kumwona. Mashahidi wana kijiji wapo, waliokata shamba miaka wapo na kila kitu wapo, si dokumenti zipo, nalima mwenyewe miaka yote. Sasa huyu mzee kwa kuwa ana tabia ya kupora mashamba ya watu, naona bwana, nikamwambia, kama una haraka na ile shauri, una haraka na ile kesi, unadai kwamba mimi labda ninahisa na shamba lako. Alishauriwa aende baraza la ardhi na nyumba wilaya hapa kata, akafungua kesi baadaye aende wilaya, ndio mishia hapo. Wewe. Wewe kesho. Ndio. Asubuhi asubuhi pamoja na mzee, sawa sawa, pale pale tunamweka, tunataka kwa sheria wetu, sawa. Tunasoma nyaraka moja baada ya nyingine, zote ninazo. Na baada ya hapo, sasa ndio tutakaje kwa ndio, ndio tutafanya maamuzi, lakini sawa sawa, yeye ndio ja hapo. Hapo. Ndio. Tunalimaliza tunalimalizaje huyu mimi wangu. Mdogo wangu kama mdogo kama mkubwa huyu ni mporaji wa halisi Baki mimi zangu dadangu mimi marehemu ameipora halisi zangu mimi. Huyu ni mporaji. Ndio. Mporaji huyo. Hata kiongozi na baraza yote wanasema huyu ni mporaji bwana. Bwana mzigo ni mporaji bwana ndugu mbunge <aERC2> Huyu ni mkora. Tena ukisema ukisema hata barama. Wanasema kabisa huyu ni mporaji naona bwana. Tunataka tuwaamue kwa haki. Tusikurupuke ili tunapomnyang'anya mtu tunamnyang'anya kwa hali. Sawa. Na hasa taarifa ambayo utawaleta ukakuwa nao pale utaleta wanasheria. Nani mtafute wakili yoyote ambaye yuko pale mjini Songea. Aje wasikilize. Sawa.

a watemi utakutana pale na mwenyekiti wa baraza la azi awe, tutajua kilichoko ndani, na hiyo ndio tutakomesha kabisa wale matabeiiba.